Karibu sana mpenzi mfuatiliaji wa 69 media. Mimi naitwa Ali Adabu 13 Ali Adabu 13, of course. Leo kwenye meza yetu hapa tuna mtu muhimu sana, mtu wa maana sana, mpambanaji anavipambania na mpiganaji pia, ambaye anasababisha watu waendelee kupigana na vitu ili maisha aende. Karibu sana kiongozi. Alright, asante sana na shukuru sana. Mm. Ya imekuwa furaha kwangu leo kufika 69 Media. Okay. Yeah. Bwana, karibu sana Amri the business. Yo, chief executive office mtaa kwa mtaa. Ah, jina kubwa sana. Mtu akisikia yeah. Amri the business bwana, <laughs> ni jina kubwa unajua, eh. Yeah. Business. Unajua kama mtu hajaiko kuona <laughs> yeah. Akisikia tu Amri the business. Nasema uh -huh. Ili jina ishie kulisikia mahala hili ni mtu fulani atakuwa na okoto la maana sana eh. <laughs> <laughs> E, wana, karibu sana 69 Media na uh -huh. s tumefurahi sana wewe kufika hapa maana tunajua tutapiga stori nyingi sana vitu vingi sana ambavyo watu walitamani kuvifahamu kutoka yeah. kwako yeah. vitakuwa vimefunguka siku ya leo yeah, kabisa. Okay, kwanza vipi somu inapanda she? Uh, namshukuru Mungu alhamdulillahi eh. uh, Muislamu <laughs> Amiri Aamin Athman vizuri eh. Kabisa <laughs> eh, mwezi bwana eh. Unakuja kwa mwaka mara moja sasa, so mm. No, aandenawanasema no. Wasambaa mamwinyi sana Msambaa bwana anaweza akakwambia amefunga, lakini <coughs> namna gani? Kumbe mwingine anaenda huku hamna. Nimefunga na nimefunga kila kitu, kwa sababu niko na burudani pia ambazo naandaa kila Jumaapili. okay. uh, kuna club moja iko Tabata inaitwa Mikasa yeah. na uh, na platform yangu inaitwa Okay. So, nimesimamisha pia hiyo kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani mpaka yeah. Ukiisha mwezi mm. Hata mambo yangu ya biriani yeah. <laughs> ya yani biriani maswala ya biriani yale baraha sana yeah. wan... <laughs> Sasa watu wanasikia Amri the business. Right. Wanasikia jina labda na kazi ambazo wanazozifanya yeah, right. Kwa upande wako Amri the business ni nani? Yani, we mwenyewe ni nani? Uh, Amri the business ni mwanaharakati ambaye hachoki kupambana hmm. na anapambania pia ndoto za vijana wengi okay. ambao watoke nafasi moja kwenda nafasi nyingine, kwa sababu mtaani hmm. kuna vijana wengi, wana vipaji vingi, wachoraji, waimbaji yeah. mafundi wa kushona like that ko akabeba uh, vision ya vijana hmm. wengi, wapambanaji okay. hmm. na wakimzungumzia Amri the business, pia unazungumzia mafanikio ya wasanii wengi hmm. Okay. Yeah. Yeah, wasanii kwa mafanikio, mimi kwa wasanii ambao nawafahamu Amri, nawafahamu amewasapoti ni samwa ukweli, Samu yeah. Samu ukweli, umemsimamia vilivyo na hata tumeshuhudia mafanikio yake pia kwenye yeah. media mbalimbali kwenye yeah. maredio huko ma yeah. TV station. yeah. na yule jamaa nani aloimba spins na Alikiba, eh? ya ya spin same spin same ya ni kijana wangu lakini, sasa hivi sasa hivi tumuheshimu, maana ni ni mtaalamu bwana, mambo ya jadi ya, bana acha alimba na, ah, al, na Alikiba ile bana eh? Yeah. Kwanza imekuwaje? Mtu wewe ni mtu ambaye unafahamiana naye ah, yani mtu alikuwa mwimbaji, mwanamuziki tunajua ni uh, mtu ambaye anapambania ndoto za kuwa star uh, kuwa mwanamuziki, alafu ghafla anakuwa mganga wa ajali. Uh, by the way, kuna mizimu ya kwao ndo alimchagua awe mganga. Ko ilikuwa ni ngumu sana ku ignore kwa sababu alipata matatizo, alipata matatizo mpaka macho yalivimba, yali, yali, yali simanelewa so, okay. mm. macho yalivimba mpaka kama anataka kutoka, lakini mm. akaambia ukikubaliana, ok, na hii hali, basi yatakuwa sawa. Basi mwisho wa siku kabidi yakubali tu, kwa sababu ukiangalia, kiangalia spinsi kakubaliana yale mambo mm. lakini nyimbo yake ilikuwa imehit sana huwezi yeah. kuamini hata ile nyimbo hatukupata hatukupata, uh, niseme ni faida, kwa sababu wakati ndo ngoma inafanya vizuri tunaitwa mikoani, ndo kipindi ambacho Spinsi ana matatizo ya macho na anatakiwa aende kwenye haya mambo ya uganga, umeelewa? Mm. Ko basi, ikawa haina jinsi. Kaingia hasara. Ikawa haina jinsi. Na hivyo kwa wewe ndo unasimama kama manager wake sasa. Kwao kapata hasara ya maana sana. Eh. Lakini si mbaya pia kwa uko ambako yupo kwa sababu kaokoa maisha ya watu wengi, kasaidia watu wengi pia. Maana yake hata wewe pia anakusaidia, yeah. E, e, namshukuru Mungu muu alhamdulillah, kwa ukikwama baadhi ya vitu bwana, unamtafuta anamtafuta, na, na ananisaidia, ni mdogo wangu Bana, yeah. Basi na mimi inabidi nimtafute bwana yeah. Bwana vitu viko sawa, kuna vitu vitu fulani viko sawa bwana, eh afanye mchakato bwana, vitu viende sawa fulani uh, kabisa eh? <laughs> ukiamini <laughs> ndani yake mm. Ana uwezo wa kukusaidia okay, yeah, ndio sawa. So, tumzungumzie kidogo ma marehemu Samo Ukweli uh. E, marehemu Samo Ukweli uh, ameondoka wakati bado tasnia na muhitaji no. Kwa sababu alikuwa wa moto yani, kaondoka wakati bado wa moto. Yeah, wa moto yeah, kabisa moto sana na tunafahamu kwamba ameacha familia yeah. mm -hmm. na familia yake mi naamini itakuwa bado na ma mawasiliano na Amri the business yeah, au hicho yeah. au, au kitu kimekaa, ma mawasiliano yapo as family kwa sababu Samu Kweli alikuwa ni kama mdogo wangu, ukiacha maswala ya kuwa mi meneja okay. si wake, sikuwahi kuwa na mkataba na yeye mm -hmm. tulikuwa tunafanya kazi kwa love kwao, wakati yeye ye, yupo kwenye mziki pia nilipokutana naye alikuwa alikuwa yupo kwenye lebo fulani, lakini alikuwa hatakiwi afanye mziki mpaka mkataba wake uishe kwao. Nimekaa naye miaka miwili mm. pasina kwanza kufanya naye kazi mpaka, mpaka mkataba wa hiyo lebo ulipoisha ndio nilipoanza kufanya naye na, na, mimi kazi na okay. wimbo ya kwanza ikiwa ni Kisiki tukaja Milele na mpaka Mungu ukachukua uhai wake. Kwa hiyo mawasiliano yapo. Na familia yake, mtoto wake. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ampumzishe sana bwana Samu Kweli. Lakini vipi upande mzima wa huduma? eh, si unajua kama manager, uh, msanii anapoondoka kuna mikataba inakuwa bado inaendelea, lakini uh, msanii anakuwa tayari ameshafariki. kwa mm. amesha upande wako baada ya Samu kweli kufariki. kwa hiyo, uh, uh, so, kama, kama mm. kwa hiyo ile fedha labda kama awali nilivyokuambia kwamba nilikuwa nafanya kazi na Samu kama mtu na ndugu yake anafanya okay. kazi mi na Samu kama mdogo wangu mm. sikuwa na mkataba wote na Samu na ndo maana Samu alivyofariki vitu mm. vyote niliviacha nkaachia wadili wenyewe wenye familia okay. E, kuna mdogo wake aitwa Kijanga, nilimpeleka kule ambako tulikuwa tumeingia mkataba na wale jamaa wa ngoma mm. YouTube sehemu zote, nilimpeleka nyimbo ambazo ziko studio anajua kwa niliamua pia kujivua kwa sababu uh, familia ya Sam naifahamu vizuri, so sijakaona kwamba mimi kuna benefit ambayo nazipata kwenye mziki wa Sam maana mm, ndo nikaamua nikae pembeni, ila kama, kama tungekaa kwenye mstari vizuri na familia bado kuna mafanikio mengi angekuwa yapo, kwa sababu kuna nyimbo nyingi ambazo marehemu aliziacha yeah, na nasikitika kwamba zinapotea mpaka leo hazijatoka zipo kuna nyimbo kwa Baba Bison zaidi ya tatu. Kuna nyimbo kwa kwa Mazoo. Kuna nyimbo kwa Mr. LG. Kuna nyimbo kwa producer Zesty, simenielewa. Kuna nyimbo kwa Maximizer, simenielewa, okay. Kwa hiyo maprodusa ndio wanamiliki hizo ngoma, lakini hawawezi kufanya chochote by the way awezi kuachia nyimbo mm, kufanya nini? Kwa sababu tayari ni za Samu. Maana unapowaachia wewe nyimbo lazima watu lazima watu wakufata, ni kuwaje? hii nyimbo moja sasa e, yeah. No. E, kwa mfano kwa mfano labda anahitaji mtu labda kutumia wimbo wa Samu wa kweli sasa hivi, na wimbo ambao alirekodi kati, labda wewe ndo unamsimamia, akiuhitaji sasa hivi. Kuna vijana walishakutaka kutaka nyimbo wafanye sina raha remix nifuata no. nanini nanini, lakini nikawambia isiokee. Okay, lakini mimi nimejivua kuaya maswala ya Sum, ila yupo mtu ambaye anaweza nkakupeleka, ambaye ni mke wake, pia anaidhini pia, mtoto wake pia ni, mm. ni mkubwa sasa hivi, kama za form four, ni mkubwa, anaidhini naye pia, kitu cha baba yake na kitu kama hiko, naweza mm. kumpeleka kwenye familia yake. Hmm. Kama kuna kitu ata benefit familia yeah, basi okay anaweza yeah, akafanya okay. Kwa makubaliano ya maandishi pia kabisa kwamba bwana, mimi mke wa marehemu Samuel kweli moja mbili tatu nimempatia kibali cha huyu wimbo kufanya nini nini n hmm. hivyo. Sawa yeah. Sema ukweli alikuwa na mke wake kabisa. Ea, na, sana msanii ukiwa na mke inakuwa upande wako vipi? Sakata lako la wewe na mke wako kipindi fulani nilisikia kuna sakata kubwa sana mke wako, uh, alijua kwamba wewe umetembea na dada wa kazi hii ni, nikupe hongera au tusikitike hiyo? <laughs> <laughs> <laughs> ni mm. hiyo uh, ni, ni, ni zamani huyu mm. mke wangu ambaye niko naye sasahivi mm. Uh, ni tofauti hiyo. Hiyo ni ndoa yangu ya ya pili okay. Hii ya sasa hivi ni ya ngapi? Hii ni ya nne. Ya nne? E, ya nne. Hiyo ni ndoa ya pili ndo ambayo ilitokea sakata. Ile ilikuwa ni mama Hajira. Okay, anaitwa e, mania na mfanya kazi wa ndani. Hiyo ilikuwa ni, ni kweli mm. yeah. akakuumiza na kisu upande wanaume, ukasiiwanae tuna matamanio tunakuaga na matamanio ya kimwili. Uh, licha ma mm. uh, ya matamanio, mwanamke akiwa yuko bizi sana, ana time na mume wake, kuna vitu okay. anamtengenezea wa mume mm. wake kutamani vitu vingine, imanelewa mm -hmm. sababu mke ukiwa huna muda na mume wako, wewe huko bizi kutafuta hela tu, wee huko bizi yani huna muda

tuna tunavimisi kwa mamaaji. Alikuwa ni mtu ambaye ana biashara zake, yuko bize nini nini yani ni. Kwa hiyo mwenyewe ndo alitengeneza ile mindset ya mimi mpaka kumtamani yule binti, simelewa mm. Lakini baada ya kumtamani yule binti na yeye akapita, mbona yeye alikaa kwenye mstari kwa yeah. Huyo binti haupo naye? Ah, no siko naye ah, nikajua labda hizo ndoa nyingine labda zilizopita naye alihusika katikati, ah, siko naye iliachana naye baada ya mwenyewe mamaaji alikujirudi mwenye lakini mtoto yupo ee, mtoto yupo. Sasa hivi wako watoto wangapi? watoto wa wako nane wako nane, eh, wako nane. Lakini wangekuwa tisa. Huyu mke wangu ambaye niko naye sasa hivi mwaka mm. wa jana mwezi wa kwanza alijifungua mtoto akawa bahati mbaya. okay. k mm. basi Mungu awape okay. uh, nguvu na mrehemu mtoto ambaye eh, ametutoka hivyo, amrithe business, bwana. Uh, stori ni nyingi sana kupiga na wewe yeah. Uh, kuna moja ya vitu ambavyo niliwahi kushuhudia ukivizungumza yeah. na mtu ukasema ya kwamba yeah hawa wasanii ambao nyie mnaona, kina Mboso, kina Slei, kina beka Fleva, kina enok Bela, mimi ndo nimewatengenezea wao show yao ya kwanza. Ah, unazungumzia Yamoto mm. E, Yamoto mi ndo mtu wa kwanza kabisa kuwatengenezea alikuwa, hawajawahi kupafomu kwenye jukwaa lolote wakiwa kama bendi mm. walishawahi kufanya labda huko mmoja mmoja kila, yeah, mtu kivyake kivyake. <laughs> ni mdogo lakini ni legendari kwenye mziki kwa so, sababu mm. ukianza kusikiliza naenda kusema kwa mama yeah. ni, ni, ni mda mrefu sana Lakini mimi ndo mtu wa kwanza ambao nimeliwaandalia show. Kulikuwa kuna klabu moja inafanya vizuri sana Ilala inaitwa uh, Galapo mm. so mi ndo mtu wa kwanza kuwaandalia show ya moto bendi na kuna mdogo wangu ambaye anaitwa Chamboso ndo analipa hiyo dhamana ya mm. kuandaa ile show na ilifanya vizuri by the way, na wali perform vizuri, na safari yao ya mziki kama ya moto bendi ilianzia kwenye show yangu mimi pale club na Masai na ndi no, no, katengenezea mazingira fulani ya kwamba kuonekana yeah, kwamba vijana kumbe ni wa moto wa moto yeah, yeah, ya moto basi, kila yeah, mtu afuatilie. Hata confidence za kuwa na performance nzuri kwenye stage niliwapa mimi, kwa sababu waliwa ni wa training baadhi ya vitu na vitu kama okay, hivyo yeah. Kuna moja video pia niliona, uh, ulikuwa na Alikiba oh. E, ukasema niko na n uh, Alikiba hapa. Video yako moja nilikuwa nayo hapa hapa unaambia oh. e, tu niko na Alikiba afu Alikiba Alikiba, kuna msemo akasema akasema uh, kila mtu ashinde mechi zake hapa zake hapa akasema, hii hapa tulikutana ilikuwamii eh, nilienda kuojiwa naye mwenyewe alikuwa mm. anatoka kuojiwa so mm. kwa sababu ni familia mm. si mtu mgeni machoni mwangu, tukiishai kufanya kazi na spinsaseme okay. ya hayaaya kwao, tukakutana pale tukasho tuko mm. the business niko na Alekiba na nina, nini na nini Akasema kila mtu ashinde mechi zake yeah, yani kwamba tusiingiliane ah. Kipindi hiki kulikuwa kuna bifu kubwa sana kati ya yeye na Diamond na kuzungumziwa vile kwao, ndo akaona kama labda mi ntamuuliza chochote, nawasema wala kila mtu ashinde mechi zake ah. Kwa hiyo ah, walikuwa upande kwenye, kwenye hii bifu walikuwa upande wa Alikiba ah, mimi by the way siishi kwa tabaka okay. Mm, eh, mimi sipo kwa Alikiba na wala sipo kwa Diamond Platinum, kwa sababu wote ni watu ambao nilisha kufanya nao kazi Alikiba ni mtu ambaye sha kufanya naye kazi. Diamond Platnumz nilishai kufanya naye kazi kaziuko nalifanya naye kazi, alinipa kazi nilifanya, eh, kazi, kazi, lakini pia alinipa kazi nyingine Nane, Sini, nani, mpenzi, kupeti, yukona, uh, na newa mitego mapenzi pesa na, na yuko na QS Muonda, kwa wote ni watu wangu, mi siishi kwa tabaka hmm. na ndo maana wanaona wasanii wote mi ni wasanii wangu Unaeza kukuta msanii fulani na msanii fulani hawaelewani, lakini mimi, huyu unaelewana naye huyu unaelewana naye hmm, sababu so sina ush wa kuchukua habari za so upi nipeleke. Ah, ulisikia <laughs> uh, kwamba Alikiba anabana pua uh, inawezekana kwamba ni stori zao tu wao, kwa sababu siwezi kumzungumzia Alikiba kuhusu swala la kubana pua. Hmm, uh, unazungumzia kuhusu Alikiba kubana pua, sasa hivi ashakuwa sta wakati yuko Upcoming, anafanya mbona? Kwa hiyo maana yake watu waliridhia wali, wali wali watu wa. Wametengeneza tu wao labda kujiboost kuonekana ili wapate, lakini alisema Master Jay mkubwa, Master Jay ni mkongwe, lakini sijajua aliongea hilo kwa yango gani mm. Sitaki kulizungumzia mm. Alikuwa na faida nalo yeye binafsi sababu alibana kabisa, kasema yaani napo yake pia alibana kuonyesha kwamba sitaki kuchonganisha, kwa sababu yeye mwenyewe akajua alichokifanya sio kitu kizuri, ndio maana akaomba msamaha. Kwa hivyo hilo nadhani limeisha mm. <laughs> kwa upande wako. Wako Amri eh, ukipewa bendera ya kusimamisha mziki wa Tanzania yep. apewe msanii mmoja akapambanie Tanzania alafu arudi na mafanikio mm. tu ampe bendera nani? Actually nitampa Diamond Platinum kwa sababu Diamond Platinum kwanza ndo msanii ambaye kaufanya muziki wetu uwe na thamani. Wasanii walikuwa nalipwa hela za kawaida sana, lakini msanii wa kwanza kuupa muziki wetu thamani ni Diamond Platinum. Na ndo yeye yeah, kafanya wasanii walipwe hela nyingi. Umeelewa? Okay. mm. Alitengeneza hiyo thamani yeye kulipwa hela kwenye manchi tofauti tofauti na nini na nini. Kwa hiyo ni ngumu kusema kwamba umpe Alikiba au umpe swim msanii gani au msanii gani. Kwa hiyo msanii wa kumpa hiyo thamani ni Diamond Platinum. mm, kwa hiyo ule, ule, ndio kwanza yeah, kai, kai, kaufanya mziki wetu Tanzania sawa.